tangu wakati ule nilipopata hiyo ajali, wenza wale niliokuwa nao kwa muda wote, Aa, wakaona pengine jambo limewashinda, mtihani umewashinda. Unajua baba unapokuwa umepata mtihani, nataka ustahimilivu. Kwa hiyo waka wakaenda au waliondoka mwezi wa kumi na mbili baada ya mimi kurudi mwezi wa nane wa tisa wa kumi wa kumi na moja wa kumi na mbili wakafikiri waliofikiri E, wakaniacha kitandani, siwezi kutoka hata nje, wale waliokuwa labda wanayatarajia. Maana niliona hawa watu pengine nia yao ilikuwa sio nzuri sana. Ni simanzi kubwa iliyotanda machoni mwa mzee Kudra Milonge, mkazi wa manispaa ya Morogoro, kata ya Kichangani, mwenye shida ya ulemavu wa miguu yote miwili pamoja na uti wa mgongo. Kudra Milonge alipata ajali mbaya ya gari ambayo imempelekea ulemavu wa miguu yote miwili pamoja na shida kwenye uti wa mgongo. Tokea mwaka 2022 ndipo alipopata ajali hiyo mbaya ya gari. Hapa anaeleza mengi kupitia Faza Families. Naam, mtazamaji wa Faza Families Media kama kawaida yetu Faza Media kumulika matukio mbalimbali ya kijamii ambayo watu huwa na matatizo ama changamoto mbalimbali mbali. Na leo hii tupo hapa hapa mkoani Morogoro tupo nyumbani kwa mzee Kudra ambaye alipata ajali mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hadi sasa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Lakini hali ambayo imempelekea mpaka leo hii bado ana tatizo hilo linalomsumbua kwa muda mrefu, hali ya kuwa usaidizi bado ni mdogo. Na hapa leo hii tumekuja kufanya mazungumzo naye tuweze kufahamu changamoto hizo bado zinamkabili kwa miaka mingapi, na hapa nyumbani kwake, na hivyo tumeshatinga Faza Families Media kuja kuongea naye mambo mbalimbali. Jina langu ni Sabitina Ali, karibu. Anatamani kufahamu historia fupi ya maisha yako. Uh, ndio mimi naitwa Kudra Milonge. Uh, nimezaliwa 1960. Nimesoma elimu ya primary na, na, na, na sekondari na nilikuwa nikifanya kazi kama dereva kwenye maofisi mbalimbali mbali ya makampuni haya ya ujenzi wa, wa barabara nchini hapa. Uh, nimeoa, uh, na mke wa kwanza nipata naye watoto watatu ambao sasa ni wakubwa miaka um, ishirini na nane ishirini na tisa hivi thelathini, na mke mwingine nilimwoa mwaka elfu mbili na kumi yeah, na nne. Ana mtoto mmoja yuko darasa la tano yeah. Sasa nilipata katika kufanya kazi mwishoni, wakanajua kazi zetu ni za makampuni, unafanya hapa mkataba unaisha, unafanya kampuni nyingine hivyo. Kwa hiyo hiyo kampuni ya mwisho ilikuwa nimepata ajali mwishoni, uh, wakanijaribu kunisaidia saidia matibabu lakini tatizo ikawa kubwa mwaka huo 2022, 20, 20, nikaenda Muhimbili, kaenda Muhimbili familia walijitahidi taidi watoto na ndugu, nikapata matibabu pale lakini nikapata nafuu kidogo, lakini matibabu yalikuwa sio ya kutosha sana kutegemeana na hali yenyewe ya, ya kiuchumi. Shida ilikuwa ni baada ile ajali, pingili tatu nne za mgongo zilikuwa zimeleta shida. Kwa hiyo wakasema utapata tu tiba hizi na nini, lakini kuzifanyia operation hizi pingili nne, nne zote kwa ambazo ziko sehemu tofauti tofauti inaweza kukuletea shida nyingine ni nyingi, ingekuwa moja sawa, lakini hizi basi, utapata tiba ya kawaida mabelti yale na nini. Nikapata nikarudi kwa ni kwa ni naendelea na kliniki hapa mkoani. Sasa nimeendelea na kliniki karibuni mwaka mzima, lakini maelezo ni kwamba nafuu ipo, lakini sio ya moja kwa moja, isipokuwa miguu ndio sasa ime, ime, kuna mishipa imelaliwa midogo ya fahamu inafanya miguu inakuwa mizito, siwezi kutembea bila hizo hizo fimbo za kutembelea. A, tumejaribu kujitahidi taidi na nini, sasa ndio ikaonekana kwamba basi nijaribu sasa, eh, kuongea na vyombo hivi vyenu ili kupaza sauti kwa wale ambao wataona kwamba kuna nani ya kusaidia, basi wakanisaidia tokea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Amedumu na hali hiyo ambapo hapa anaeleza wataalamu wa afya walimwambia changamoto hiyo ni kubwa sana, hivyo hatakiwi kutembea kwenda popote, jambo ambalo linamfanya kwa sasa kuwa mtu wa kitandani. Eh, ajali hiyo chanzo chake ni nini? Ah, ilikuwa ni, ni, ni ajali ya barabarani eh, na mimi nilikuwa kama abiria tu eh, nilikuwa kama E, eh, ilikuwa kama mimi ilikuwa kama ni abiria kwenye hilo hilo gari. Uh, ina maana ulikuwa na wenzako mnafanya kazi ndio gari kapata shida ama ulikuwa kwenye uh, Costa? Ni gari ni gari, gari binafsi sio sio sio kazini, lakini niliumia nje ya kazi uh, kazini wakafanya msaada tu kuni. Ina maana ulipanda gari ulikuwa unaelekea sehemu, gari hiyo ikapata ajali. Tulitaka tufahamu chanzo cha hiyo ajali ilikuwa ni nini? Uh, chanzo kama ilivyo kawaida ni watu wa, wa, wa, wa, wa pikipiki e, wa kwetu walikuwa wanajaribu kuto kuleta madhara makubwa kwa mwendesha pikipiki, katika kumkwepa, ikawa bahati mbaya e, ikawa bahati mbaya, likatu likatu mimi na hivi. Lile lori alikuwa ni lori? Ndio. e, ndio. Pole sana. Na vipi kwa upande wa mwitikio wa ndugu, familia, jamaa na marafiki, labda walikushika mkono kivipi ama kiasi gani mpaka hapo ulipofikia? kwa ilipotokea pale, mimi mwenyewe na, na, na, na, na, na watoto na ndugu walijitahidi kwa kadri walivyoweza mpaka kuweza mimi kwenda pale moyo, unajua ni ghali pale, kwa hiyo tulitumia hela nyingi kidogo, lakini sasa kwa kuwa nafuu haikupatikana sana, basi kama unavyojua watoto wanao wana mambo yao na watu wana mambo yao. Sasa nikaona bora e, nipaze sauti kwa wengine ambao pengine hawajasikia au kwa taasisi au kwenye jambo lolote mtu atakayeona amewiwa na hili basi anaweza akanisaidia. Katika hali isiyo ya kawaida na ya kushangaza, mzee Kudra Milonge anaeleza kwamba wake zake ambao alikuwa akiishi nao kwa muda mrefu kwa sasa wamemkimbia huku wakizani kwamba angepoteza maisha. Ah, hapa sasa hivi naishi na mjukuu na wangu, mtoto wangu wa kike, mwanawe ameingia fomu wani sasa hivi ndio, tangu wakati ule nilipopata hiyo ajali, wenza wale niliokuwa nao kwa muda wote, ah, wakaona pengine jambo limewashinda, mtihani umewashinda. Unajua baba unapokuwa umepata mtihani nataka ustahimilivu. Kwa hiyo waka wakaenda e, ilinisikitisha sana e. kwa hiyo ina maana, walikuwa ukiwa katika hali ya kuumwa, ama walikuwa ukiwa umeshapata nafuu? Katika hali ya kuumwa sana. hivi unavyoniona sasa hivi namudu kutoka hata hapa nje mliponikuta, lakini ilikuwa mwaka ishirini na mbili ambao wao waliondoka mwezi wa kumi na mbili baada ya mimi kurudi mwezi wa nane wa tisa wa kumi wa kumi na moja wa kumi na mbili, uh, wakafikiri waliofikiri uh, wakaniacha kitandani siwezi kutoka hata nje na hakuna msaada mwingine wowote uh, ina maana wake zako wote wawili ulikuwa unaishi nao katika nyumba hii nyumba hii? hii moja nilikuwa naishi nao katika nyumba hii hii hii yeah. eh. uh, uh, siku ambayo aliondoka walikuaga kusema kuwa tunaondoka au walitumia njia nyingine kukudanganya ama ilikuwaje? Uh, wali waliaga, waliaga lakini, kulikuwa na mtindo wa, wa kama unavyojua e, watu wanatafuta sababu nyingi. Yani inapokuwa mwenzako amepatwa na shida, unaanza kurudisha habari za nyuma ya maisha magumu, utafanya nini na hivi na hivi, unajua ili kwenda mtu anaeleza habari zingine, anatafuta sababu. Sasa mtu mwenye kutafuta sababu yake huwezi kumzuia e. Na mimi kipindi kile naumwa sana, sipendi kelele, nikamwambia anayeona anajisikia basi ruksa. lakini hapa sijamfukuza mtu wala nini. Yule mwezi wa kumi na mbili yule yule yule mdogo akaondoka, na mkubwa naye akaondoka, kwa hiyo kutoka ishirini na tatu Januari mimi niko mwenyewe mpaka leo. Na mpaka sasa hivi kuna mawasiliano yote baina yako na wa Eh, baada ya kupita kama mwaka mmoja nadhani yale, yale, yale waliokuwa labda wanayatarajia maana niliona hawa watu pengine nia yao ilikuwa sio nzuri sana, eh, he, kuona nipo na Mwenyezi Mungu ananisogeza naishi napata nafuu kidogo, kidogo. Eh, wameanza sasa, anapiga simu unaendeleaje? Sasa mwanzo mimi nilikuwa nachukia sana unaendeleaje, wewe si ulikuwa hapa hapa ukaniacha unaniuliza naendeleaje ili iweje sasa e? Lakini baadaye mimi nikasema hii ni mipango ya Mungu, salamu ni kawaida basi. Nikawa naitika na wao nawatambua, jamani, ya mjambo. Na mpaka leo mimi nawaombea Mungu e, waweze kuishi kama nia zao zilivyokuwa, kwamba waishi vizuri waliko, ili wasahau tabu za hapa, kwa sababu wakipata tabu huko watakumbuka ya hapa. Kwa hiyo ina maana huko walipo wamepata wame, wame, wame, wame wenza wengine. Aa, mimi hilo sijui na nikwambie mwanangu sijui na sitaki kujua kwa sababu itani itanivuruga tu e, itavuruga tu, inawaombea dua eh. Vipi, walipoondoka waliondoka na watoto ama watoto walibaki kwa ajili ya kukusaidia? Aa, watoto walikuwepo, najua mna shughuli zenu wengine mwingine e, yuko huko da, anafanya vibarua wa vyake. Wa kike ndio yupo hapa alhamdulillah. Yeye yuko huko na, na, na, na maisha yake naye, lakini wakati anakuja naniona na, cha kusaidia anasaidia e, na yule mwingine naye hayupo huko, yuko huko na shughuli zake. Sina, sina sina nani nao sana hivyo kwa sababu nao wana maisha yao kama unavyojua Uh, hamna nguvu kubwa ya kuweza kusaidia katika mambo kama hayo isipokuwa kidogo, kidogo kadri Mungu anavyowawezesha. Yule mwingine yeye nilikuwa nimepata naye mtoto mmoja yule mdogo yeah. Ndo yeye ameondoka naye huko kwao yuko naye huko lakini kunakuwa na mawasiliano ya kujaliwa kufanya anafanywa basi e, lakini waliondoka wenyewe mm. Asante sana kwa hiyo nataka kutuambia kwamba toka kipindi hicho elfu mbili na ishirini na mbili mpaka mwaka jana, maana huyu mtoto wa mjukuu wako amefika mwaka huu si ndio? yuko hapa. yuko hapa toka mwaka gani huyu? tangu mimi nipo kazini amezaliwa mwaka ishirini na moja, hapana, kumi na mbili, elfu mbili na kumi na mbili, kitu kama hivi. Sasa yuko form one mwaka huu ameingia form one. Mamake alizaa na mwenzie, kama mnavyojua, kina mama. Alafu ikawa yule mtu haku, hakuona kwamba kuna umuhimu wa, ku, wa kumchukua naye, na mimi nilikuwa bado niko kazini huko mikoani, nikasema haina shida. Kwa hiyo alikuja kukaa hapa mwanangu, akazalia hapa, na mjukuu wangu ni naye hapa na mpaka leo yuko hapa kutoka chekechea mpaka anakwenda standard 1 mpaka anafika leo form 1 niko naye hapa pa nyumba hii, na nimesema huyu ni naye hapa, na hata kama anakufa kesho, huyu hapa asitoke kwa. Huyo ndo mjukuu wako, mjukuu wako ambaye anakusaidia saidia shughuli za hapa nyumbani, akirudi huyo, yeye akirudi sasa, kwa sababu tumekaa miaka mingi anajua kirudi eh, babu nataka nini, naambia labda chukua senti kalete e, tunajiko letu kule ndani, kalete e, dagaa na nini, basi tunafanyafanya hapa na nini eh. E, sangina anaenda kwa mamake, maana sio mbali na hapa basi. Lakini yeye ndio niko naye hapa sawa. Eh, na vipi kwa upande wake, darasani? Anaweza ana vipi kumanage mda wa darasani kuja kumsaidia babu nyumbani? Ni kila siku asubuhi mimi ni na mimi nilikuwa kama nasoma ni kumuamsha kuhakikisha anakwenda shule. mm -hmm. E, ana mudu vizuri hata nilikuwa na wasiwasi wasi wa kupita kwenye standard 7 lakini ame, ame, ame, amefaulu, amefanya vizuri, kwa kadri anavyoweza. Kwa hiyo muda anautumia na mimi ni muda ule labda shuleni Jumamosi au Jumapili, e, tunafanya usafi wetu hapa bwana, tupige deki na nini. Ni rafiki yangu sana aufu uh, Jumatatu yeye ni lazima kwenda shuleni, anarudi jioni ananikuta hapa ndio ndio. Anatamani kufahamu labda maisha yako yote tofauti kipindi hicho ambacho umepata changamoto, ndio, kwa mtu wa ndani au kuna labda unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ah kwa, kwa, kwa maelekezo ya, uh, ya madaktari baada ya kwenda kule Muhimbili, mwanzo nilikuwa najikokotakokota nalazimisha, lakini kwa maelekezo ya madaktari wamesema wewe usitembee umbali wa mita zaidi ya 25, 50. Na hizi utateleza, unaweza ukaanguka, utapata matatizo. Kwa hiyo niko hapa na ndio maana naomba na kwenu, endapo kwa sababu siendi mbali, mi nikuzunguka hapahapa na kwenda hata hapo nje kidogo na kurudi basi sasa endapo kutapatikana mtu kama nilivyosema mwanzo, nikapata e, kisaidizi mwendo e, hata hizi working support ninazotumia, waliniambia kwamba hizi sasa hivi hazikufai, unatakiwa upate zile za kwa pani. Hakika ni majonzi mazito anayopitia mzee Kudra Milonge, na kwa sasa anaeleza kuwa kuna matibabu ambayo anatakiwa kufanyiwa, lakini hali ya kiuchumi sio nzuri, hivyo anaomba msaada kwa yeyote atakayeguswa kumsaidia amsaidie, ili aweze kupatiwa matibabu e, neno lako mwisho neno lako la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama na kwa Mtanzania yoyote yule aweza kusaidia na unahitaji kipi ambacho unataka usaidiwe, na namba zako za simu na jina ambalo linatoka, uh, kwa wa, wa, kwa wa Tanzania na, na, na, na, na watu wote kwa ujumla. Uh, kufanya jambo la kusaidia ni majaliwa. Yeyote atakayejaliwa ana uwezo wa kupata kisaidizi mwendo, nitashukuru sana, kwa sababu hicho kinanifanya kwenda kwenye shida mbalimbali mbali, misiba na hivi na hivi. Lakini pia kama kuna mwingine anaona kwamba anaweza kusaidia kwa lolote lingine, siwezi kutaja yote. Kila mtu ana uwezo wake wa kuona anasaidia nini, basi anayeona anaweza kusaidia chochote, mimi nitashukuru. Alhamdulillah. Sijagui jambo lolote eh, lakini pia ni washukuru wale wa mwanzo, ni washukuru na nyinyi kwa kuja kutusaidia sisi watu wa huku chini wenye changamoto ambazo hatuwezi kupaza sauti, kutusaidia kama hivi, mnaacha shughuli zenu kuja kutusaidia kupaza sauti zetu kwa watu. Mwenyezi Mungu atawalipa, ndio eh, namba zangu za simu ni sifuri saba moja moja nane, nane sita tisa tatu nane. Mimi naitwa Kudra Milonge, jina linatoka hilo hilo Kudra Milonge. Na hey, unapenda kwenda katika shughuli za nje kama misiba, shughuli labda umealikwa sehemu fulani, lakini uwezo ndo hamna E, nazi nazitaka sana. Kwa mfano hii Ramadhani mimi nimefunga, e, pamoja na kuumwa lakini kufunga siachi. Sasa e, kuna kwenda msikitini e, kuna mahala kuna msiba, maana mimi ni mwenyeji wa hapa, nimezaliwa hapa kwetu pale juu milimani. Sasa kuna shughuli mbali mbalimbali, nashindwa kwenda, lakini hasa hasa msikitini siwezi kwenda na ni karibu hapo, nafikiri mnajua. Na mtazamaji wa Faza Media tumetoka kumsikiliza mzee Kudra kwa kweli, ameeleza mengi. Hivyo basi, wewe kama mtazamaji wa Faza Media umeguswa na, ma, na matatizo yanayopitia mzee huyu, unaweza msaidia kupitia namba alizoweka hapo chini. Jina langu naitwa Sabitina Ali, nyuma ya kamera yupo Gervas Machaku. Asante na karibu.